Hujambo na karibu, mpendwa mtazamaji, msikilizaji wa Didas TV popote uliko, na kukaribisha kwa kufuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni Biju na kuletea tuangazie uso mkoani Kivu Kaskazini. Mahakama ya kijeshi ya kambi ya Beni Kifu Kaskazini iliendelea Ijumaa 27 Septemba mwaka 2025 na kesi inayowahusu washukiwa makumi sita na tatu wa kikundi cha waasi wa ADF pamoja na washirika wao. Kesi hii ilianza Jumatatu 22 Septemba mwaka 2025. Miongoni mwa washukiwa hao wapo raia wa DRC, Uganda, Rwanda na Tanzania wanaokabiliwa na mashtaka mazito ikiwemo kushiriki katika harakati za uasi, ugaidi, kufadhili ugaidi, uhalifu wa kivita na kushiriki katika uandikishaji wa watoto vitani. Pia baadhi ya washirika wao wanashukiwa kwa kuwezesha mashambulizi ya ADF kupitia utoaji wa taarifa za ujasusi na vifaa vya chakula. Kesi hii inakuja wakati mashambulizi ya ADF ya yameendelea kushika kasi zaidi ya raia katika maeneo ya Beni na Lubero. Kwa mujibu wa jeshi, mchakato huu wa kisheria unalenga kuzuia ushirikiano na magaidi na kupunguza hali ya kuchukuliwa hatua katika mkoa huo. Mashahidi na vielelezo vinatarajiwa kuwasilishwa kwa siku kadhaa zijazo kesi zikizingatiwa kuwa muhimu kwa kurejesha utulivu na kuimarisha amani ya wananchi katika taasisi za haki. Bado hatujatoka mkoani Kivu Kaskazini. Maelfu ya raia walikimbilia hifadhi katika kambi ya MONUSCO mjini Jina, wilayani Djugu huko Ituri, siku ya Jumamosi 28 Septemba mwaka 2025 kufuatia mapigano mapya yaliyoambatanisha wapiganaji wa, wa Kodeco na wale wa CRP inayoongozwa naye Toma Lubanga. Kwa mujibu wa vyanzo vya wenyeji, machafuko yalianza baada ya mashambulizi kutoka Nyampala kuvamia kambi ya Kodeco, kitendo kilichochochea mapigano makali. Katika mfululizo wa mashambulizi hayo, vijiji vya Uhalo na vinginevyo viliteketezwa kwa moto huko, nyumba pia zikichomwa moto. Wakazi kutoka vijiji jirani vya Toba, Chaba, Nyapala, Chao na Lobi walisema mashambulizi yaliambatana uporaji wa mifugo, kuku, mazao na kuteketeza makazi yao. Taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi vya Monusco vilitaja mapigano kati ya CRP na FRDC ingawa viongozi wa eneo hilo walikanusha na kulaumu moja kwa moja kwa CODECO. Mashambulizi yaliendelea hadi usiku na kuwalazimisha maelfu ya raia kuomba hifadhi chini ya ulinzi wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa Jumapili tarehe 22 Septemba. Monusco iliwasafirisha hadi Bunia watu watatu waliojeruhiwa wakiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka takriban kumi na tatu pamoja na familia zao. Ingawa hali imetulia kwa sasa, wakimbizi wengi bado wanahofia kurejea makwao kutokana na uharibifu mkubwa na hofu ya kurudi kwa mapigano tena. Ni mwisho wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Sina mengi ya kuendelea kukujuza mpendwa mtazamaji, msikilizaji wa chaneli yetu Didas TV, endelea kujiunga nasi kwa kufuata vipindi ambavyo vinakukujia hivi karibuni kwa